Bila shaka umeanza mwaka wako poa kabisa, mguu pande mguu, sawa. Elfu mbili na ishirini na sita hii hapa, hii sio mwaka wa kurudia makosa yale ambayo uliyafanya so, elfu mbili na ishirini na tano. Sostenes Ndungulu langu jina nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Bwana, tumerudi tena Rick Media Sports tupo kazini. Tunazungumza kutoka uwanja wa ndege wa JN Julius Nyerere International Airport. Hapa tumekuja kwa ajili ya kupokea Taifa Stars ambao wanatoka kwenye AFCON. Wametolewa kwenye hatua ya 16 bora. Hatua ambayo hawajawahi kuifikia hata mara moja. Leo hii tuko hapa kwa laki na kuona namna gani ambavyo wanaume ambao wamepambana vizuri kabisa wametolewa na Morocco pale, eh, kwenye AFCON. Leo hii nchi inapata nafasi ya kuwasifu na kuwashangilia. Niko hapa kuhakikisha na kusogezea matukio yote kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Taifa Stars itawasili hapa muda sio mrefu, ikiwa na kikosi kizima chini ya mwalimu Miguel Gamondi ambaye amewafanya Watanzania wafurahi na kuishangilia na kuamini kwamba wana timu ya taifa ambayo iko bora sana. Twende sawa, ushuhudie matukio yote ambayo Taifa Stars uh, inawasili hapa mchana wa leo bao wanatokea Morocco ambako walikuwa wanashiriki Afcon, ka karibu na kurasa za Rick Media kuweza kushuhudia mambo yote ambayo yatotokea leo. Sostenes Ndunguru nyuma ya kamera yuko Juma Koba. Come on, tuko vizuri. Kikosi cha timu ya taifa kikiongozwa na mwalimu Nigel Gamondi wakiwa okay, wanawasili hapa uh, wakitokea Morocco ambako walikuwa kwenye mashindano ya Afcon. Mwalimu Nigel Gamondi huyo hapa akiwa anawasili hapa kama ambavyo anashuhudia mwalimu wa kikosi cha timu ya taifa huyu hapa, Miguel Gamond ee, akiwasili kutokea pale Moroko, ambako Stars ilikuwa kwenye mchezo wa uh, Afcon akiwa uh, na

nanpaka utaratibu ubae utaratibu ubae, hili mambo yaka kiduzi, wachezaji mizigo yao pokeleo ipelekwa kwenye gari ambayo limeandaliwa, halafu warudi hapa kwa ajili ya kuendea na boga. Naona wengine wanaondoka wanakwenda, e, warudi hapa

Tate. Asante sana, muda sio mrefu tutamkaribisha hapa mheshimiwa Katibu Mkuu wa Wizara ya Habari, utamaduni sana na michezo. E, mheshimiwa Geseli Msibwa atakuwa ndio mtuwetu wa kwanza kutuandisia shughuli yetu ya hapa na e, itifaki vingine zitaendelea. Naomba wachezaji wote wafike kwa wafike kwa wakati, na reti za wanamichezo wetu, mashujaa wetu wafanye haraka kuwapanga, ili kusiki kuondoke hapa, tumalize twende, tukaende na shughuli zingine za msafara kuelekea kwenye hoteli ya Tifa. Naomba ili tulizingatie sana, ili tuendane na muda na jinsi tulivyopanga, tukamilishe zoezi letu. Kama kuna utaratibu umewekwa upatwe, ili na michezo yetu wajipange, waweze kuonekana. Sanja. Basi naomba nikaribishe katibu mkuu ili kusudi aendelee na utaratibu karibu. Haya, asante sana haya, DJ na vikundi vya ngoma tusikilizane, dakika chache, tutakuwa tuna muda mfupi sana hapa, asante sana. Tanzania oye! Taifa Stars oye! wata Kiona, wajakiona wameiona shughuli ya Tanzania, wajaiona Samia oye. Sasa, ndugu zangu, ratiba yetu hapa uwanjani me... ni leo tumekuja kwa ajili ya kuwapokea wachezaji wetu ambao walikuwa Moroko katika mashindano ya AFCON mwaka 2025 yamekwenda mpaka elfu mbili na ishirini na sita na wameandika historia ya kwanza kwa nchi yetu kuingia katika hatua ya kumi na sita bora ama hatua ombeli sana. Kwa kifupi hapa ni kuanjani pana shughuli za wasafiri, tusingependa kuzitinga Tumeongozana na mheshimiwa profesa Palamagamba Kabudi, waziri wa habari, utamaduni, sanaa, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Chalamila oye! Tumeongozana na mheshimiwa Hamisi Mwinjuma aka Mwanafa, naibu waziri wa wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mwanafa oye! tumeongozana na waheshimiwa wakuu wa wilaya, tukupishe utambulisho. Tunaye mkuu wa wilaya ya Ubungo na mkuu wa wilaya ya Kigamboni, karibuni sana wakwake, wakuu wa wilaya hawa. Asante, asanteni sana tunawashukuru sana. Lakini pia tunao viongozi kutoka bodi ya utalii Tanzania TTB, karibuni sana bodi ya utalii. Tunao viongozi kutoka shirikisho la kandanda Tanzania TFF wakiongozwa na rais ndugu yetu Wallace Karia, karibuni sana TFF Asanteni sana. Tunaye kiongozi wa msafara uh, kakangu Dr Suleiman karibu sana huyu, ni rais wa ZFF, tumpigie makofi mengi sana lakini, tunao wachezaji wa timu eh, yetu ya taifa wakiongozwa na captain msaidizi ama kaim captain, tunaye ndugu Bakari Nono Mwamnyeto Unstoppable. Wameisoma wajaisoma, walikwama wakukwama, kisiki sio kisiki, ukuta wa Eriko sio ukuta wa Eriko. Asante sana, Bakari na wenzako wote. Lakini pia tunaye mwalimu wa timu, mwalimu wetu mahiri kabisa, ambaye saa hizi wanamsaka kwa tochi, anaitwa Mikel Gamondi. Thank you so much coach Huyu tungemwimbia ile hakuna matata mtoto kautaka anaetaka mtoto kautaka, <Haneidaka> kautaka? <laughs> asante sana sasa, Mheshimiwa Waziri, hapa kwa kifupi kabisa, uh, hatua ya kwanza tungependa uh, captain wa timu kwanza awasalimu wachezaji. Tutakuwa na salamu fupi fupi sana zisizozidi dakika mbili ili tuweze kuondoka eneo hili haraka. Ah, mamietu kwapi? Ndio upige maneno kidogo. Watanzania wanataka kuwasikiliza, mmerudije na mambo mchongo ulikuwaje? Karibu sana.